Ndugu zangu ndugu zangu, mteja wetu ametuamini kuja kumboreshea eneo lake kwa ujenzi wa kisasa huko Kibaha. Kibaha, picha ya ndege, jamani. Kama mazingira jinsi mnavyoyaona yapo katika hali e, sio nzuri, lakini tutayaboresha yatakwepo ya kisasa kabisa. Na mimi nakusihi wewe mdau ambaye e, unapenda kitu kizuri, huu ndo wakati wako sahihi, kwa sababu e, kipindi hichi cha mvua ndo ambacho kipindi ambacho matope yanasumbua sana, lakini sisi Kiboke tunakuja kukubadilishia muonekano wa nyumba ako inakuwepo wa kisasa kabisa na hausumbuliwa na matope, hausumbuliwi na kitu chochote, hausumbuliwi na vumbi na everything. Kwa hiyo hichi kipindi cha sikukuu ndo wakati wako sahihi, ukae katika mazingira mazuri kabisa, watoto wako wacheze katika mazingira mazuri kabisa, wageni wakute eneo lako limebadilika kabisa, limekuwa la kisasa, wazidi kufurahia muonekano wa nyumba yako. Jamani, Kiboke tunajiamini, tuna uwezo wa kutosha na hii kazi yetu, tuna experience nayo muda mrefu sana, kwa hiyo tunajua tunachokifanya. Asante sana, karibuni Kiboke Building Company, upate kile kitu ambacho unakihitaji. Tunakupa zaidi ya muonekano wa nyumba yako jinsi ulivyo. Asante sana, tupigie simu wote. Kiboke tunapatikana kwa ujenzi wa kisasa Tanzania. Asante.